Guys, mambo popote, mko poa? Na mimi pia niko poa, na mshukuru Mungu. Hongereni kwa kumaliza sikukuu salama, sasa hivi tunaanza mambo mengine tena sasa, au kama kwa kuna Eid, kwa kuna Ramadhani, tunamshukuru Mungu tumevuka salama. Jamani, niko hapa kusisitiza habari za pesa, kusisitiza mpango wa pesa, kwa sababu najua wewe umeingia nchini kufanya kazi, mkuja kutafuta pesa. Kama ukoangalia video yangu ambayo inahusiana na utunzaji wa pesa ukiwa Uarabuni ufungue akaunti, muhimu wa kuwa na akaunti please, kaangalie hizo video ambazo nimeziweka utajifunza vitu vingi zaidi, na utaelewa nini ufanye. Tutaepuka na yale mambo ya kuwa nimetapeliwa, sijui nimekuaje, sijui nini, mnaelewa zile. Kwa hiyo mambo yataenda vizuri kabisa. Kwa hiyo nakazia zaidi leo, video yetu tena inahusiana na utunzaji wa pesa. Pia utunzaji wa pesa, kuna wale watu ambao hawaelewi mambo ya benki, hawaelewi mambo ya kutoa pesa nyumbani anasema ni bora niziweke kwa sponsa wangu au kwa bosi wangu au kwa mwajili wangu kwa ajili ya usalama zaidi wa pesa zangu. Please, angalia video hii mpaka mwisho ili ujifunze zaidi, na sisitiza hapo kwenye pesa, ili wewe ambaye umeacha familia, mke, watoto, mume na nini, na familia yote kwa ujumla, pesa zako ziwe salama na uwe una, u, u, u, yani, kionekane kile ambacho ulienda kutafuta. Angalia video hii mpaka mwisho ujifunze zaidi, na kama kuna mwenzako ambaye unajua huyu ili darasa linamhitaji, usibaki na hii video, share naye ili na yeye ajifunze zaidi hii. haya Tuendelee na video yetu, na naomba uangalie video mpaka mwisho ili uepukane na yale maswali ambayo unakuwa unauliza, ambayo yako humu umu kwenye video kwenye, na nimesha fafanua. Kwa hiyo ukipata video yangu umesikiliza kwa haraka, pale unapopata muda, tafadhali fungua uisikilize tena na tena, kuna vitu utavyokota humu hapa ni chaneli ambayo inakupa madini ya wewe, jinsi ya kuishi Uarabuni wewe, jinsi ya kupata kazi wewe, jinsi ya kuwa mtu wa aina gani ukiwa Uarabuni. Watu wengi ambao wamejifunza kwenye chaneli yangu, wengi wamekuwa wako salama kabisa kwenye kazi, wanafahamu kuwa ili nisipate matatizo, cha kwanza takiwa mimi niwe hambo kwanza, kwa hawa watu niwe mtu mzuri ili na wao wao watu wazuri kwangu. Kwa hiyo tafadhali usisahau kumrushia na mtu mwingine video yangu ili ajifunze pia, tuepukane na hayo mambo, kuwa akapigwa kauawa, kafanyaje, zile stori zipungue. Lakini kama kuna mambo mengine, tunajua binadamu, mitihani dunia nzima ipo. Tunasikia nyumbani kuna mtu kachomwa, kafanyaje. Yani binadamu tuko hivo, kwa sababu kisha kujua mimi ni binadamu, na maana kila sehemu kuna mapungufu ambayo yapo. Tafadhali usisahau kusubscribe, wewe ambao unaangalia video bila kusubscribe usisahau hilo, ndio jambo la msingi zaidi. Kama hujasubscribe au kama hujui sehemu ya kusubscribe, pameandikwa hapo chini maneno subscribe. Kwa hiyo kama unajua ulishabonyeza hiyo subscribe, asante sana, najua wewe uko pamoja na mimi. Na kama hujawahi kubonyeza, basi naomba nikupe sekunde moja ya kubonyeza hayo maneno, na ukibonyeza maneno subscribe hapo chini, itakuletea kitu kinaitwa all, yani unamaanisha kila ninapoweka video hapa, ikuletee taarifa au notification ya kuwa leo Msadiki ameweka video hapa. Kwa hiyo itakupeleka straight wewe uweze kujifunza na kuangalia kuwa vipi niishi. Ukiendelea kufuatilia chaneli yangu hautojuta, ukiwa Uarabuni, wala hutoona kuwa kuna changamoto. Utaelewa kuwa okay. mimi natakiwa kuwa mzuri kwanza kabla ya wao hawajawa wazuri kwangu. Kwa hiyo nianze mimi kwanza, alafu mambo mengine yaendelee. Asanteni sana, nawapenda, nawajali, nawathamini. Leo naongelea kuhusu utunzaji wa pesa pia yaani kuna mambo ambayo mtu anakuwa haelewi, labda atunze kwenye benki au atume nyumbani au afanyeje. Kwa hiyo anachukua maamuzi ya yeye kumkabidhi sponsa wake au bosi wake au mwajili wake, kuwa ni heli hizi pesa nitunze kwake, mwenyewe ndio zitakuwa na usalama zaidi. Labda chumba chako unakiona hakina ufunguo, watu wanakuwa wanaingia, hapana usalama zaidi, unapata hofu, unajua mtu kipata pesa umeweka chumbani alafu kuna uhuru napo sehemu ulipoweka unakuwa huna amani. Kwa hiyo unaona ili niwe nina amani hizi pesa bora nimwambie mwenyewe awe ananitunzia. Hapo ndio nataka nipakandamizie hapo uelewe. Si kwa ubaya. Sio kwamba ninavyosema asikutunzie sponsa wako kwa labda na hisa atakuwa ni mtu mbaya kwako, kwa atakutapeli. Kwa hapana, usinielewe vibaya. Hiyo ni kuweka mipaka baina yako wewe na mwajili isiye katokea siku bilisa kakaa hapo katikati akawagombanisha kupitia hizo pesa. Kwa sababu wengi wao tunajua wanapolipwa pesa wanakuwa na karatasi ambayo ana sign, leo nimechukua tarehe fulani, leo nimechukua tarehe fulani. Kwa hiyo wewe enda, wewe unasainisha tu ile karatasi, kifika tarehe unasainisha kile, pesa zipo kwa bosi. Kwa hiyo kuna mawili, isije katokea siku changamoto huyu bosi akasema huyu mtu alikuwa anachukua pesa, si mnaona karatasi ile alikuwa anasaini na tarehe zote tulikuwa nampa, utakosa mtu wa kukusaidia katika ushahidi wa hicho kilichotokea, alafu pia upande mwingine inaweza katokea, labda wewe mwenyewe ukabadilika, ukasema ah, nilikuwa mimi hivi na hivi. Kwa hiyo yote mawili n yani, na, naweka balance kuwa inaweza katokea changamoto upande wa mwajili wako au upande wako wewe, mmojawapo akamgeuka mwenzake. Sasa ili kwa usalama zaidi, pesa zako zitunze mwenyewe, epuka haya mambo ya kusema bosi nitunzie pesa zangu. Kumbuka na yeye ni binadamu, inaweza ikatokea chochote utashindwa mtu wa kukusaidia. Au hata upande wa bosi pia, unaweza ukasema unamtunzia kwa wema huyu mfanyakazi, lakini kafika siku aje akageuka kuwa mimi nilitunza pesa zangu miaka miwili yote, sikuwahi kutuma nyumbani hata mara moja. Kumbe alishawahi kutuma labda mara nne mara tano, anakudai labda pesa za mwaka mmoja na nusu tu, lakini yeye alichokuja kugeuza stori, anakudai pesa zote za miaka miwili. Kwa hiyo yote yanawezekana. Sasa ili kubalansi hizi kesi na kuto kugombana kuweka amani baina yako wewe na mwajiri wako, pesa zako ukipokea, jitunze mwenyewe. Umeshindwa kutunza mwenyewe, tafadhali angalia hiyo video hapo, ilifundisha kuhusu kufungua akaunti benki. Kwa hiyo unaweza ukafunguliwa akaunti benki, na hiyo ya kufungulia akaunti benki, nifuate mpaka mwisho nikufunulie vizuri unafunguliwa vipi. Step ya kwanza ili wewe ufunguliwe account, utamwambia bosi wako unahitaji kufungua account. Yeye atakushauri ni account gani ufungue, na zote ziko salama, zote ziko sawa na zote ni nzuri. Kitakachofuata hapo, utachukuliwa wewe na kupelekwa benki. Watakupeleka benki ukiwa na pasipoti yako na kile kitambulisho chako cha ukaazi, na maanisha bataka. Utakavyopelekwa kule, utapigwa picha na nini na kila kitu, utaweka saini yako pale, vitajaza vitu vyako vyote Halafu utakuwa tayari umeshafunguliwa akaunti yako, yaani utakuwa namba ya siri umeiweka mwenyewe, au neno la siri umeliweka mwenyewe, unalolijua mwenyewe. Ina maana siku yoyote no unataka ukatoe pesa kwenye ile ATM machine, utaenda kujiwekea neno la siri mwenyewe, na utajiwekea mwenyewe neno la siri peke yako, bila kumuonesha mtu pale unapoambiwa chagua neno la siri, labda ukishakufungua ndani kule benki, mmemaliza kila kitu Utaambiwa mtoke nje kwenye mashine mwingie, ili ukaitest hii hii kadi uliofungua, alafu weka neno la siri. Kwa hiyo utaingia we mwenyewe peke yako, utaweka neno la siri pale uloliweka mwenyewe, ni namba au ni jina, unajua wewe. Baada ya hapo utakuwa umeshafungua. Ukishakuwa umeshafungua sasa hiyo account, muombe bosi wako akushushie ile jumba la ile benki uloifungua. Nikisema hivyo, nadhani mnafahamu inakuwa kama jumba la WhatsApp lile, yani nadhani nimeeleweka hapo. Ukishakufunguliwa kufunguliwa kama lile kwenye simu yako, sasa amekudownloadia, atakuelekeza jinsi ya kulitumia, na kule nako utachagua neno lako la siri mwenyewe. Unavyoingia kuangalia zile pesa, utakuwa unaingia kwa hivi hivi na hivi, atakufundisha neno la siri, jinsi ya kuweka, utaweka neno la siri. Lile jumba litakuwa lipo kwenye simu yako, ina maana muda wowote bosi wako amekulipa mshahara meseji itaingia pale, utaiona meseji ya kawaida kama meseji tu, na ukiingia kwenye lile jumba ukienda kucheki kweli, utaona pesa zako zimeongezeka pale kwenye ile pesa kwenye ile akaunti yako. Kwa hiyo utakuwa uko salama, na akaunti yako unaiona mwenyewe na simu uko nayo mwenyewe na kadi yako uko nayo mwenyewe. Hapo utasema umefungua benki. Epuka kusema nimefunguliwa akaunti na bosi, lakini hujaiona hiyo akaunti yenyewe. Tunakuwekea pesa, tumekuwekea benki. Benki ya nani? Hujui akaunti ya nani? ujui. Kwa hiyo pia nayo sio nzuri. Mabosi, msinielewe vibaya, sio kwa ubaya. Hii yote ni kuweka amani baina yako wewe na mfanyakazi, ili sitokee ibilisi hapo katikati akaja kuwatofautisha, mmoja akaongea tofauti na mwingine akaongea tofauti pia. Kwa hiyo kwa usalama zaidi, ukitaka kufungua akaunti ya benki, bosi wako anatakiwa akupeleke, akupeleke au mwajiri wako anatakiwa akupeleke ukafungue akaunti mwenyewe. Na kama akisema nimekufungulia, lakini akaunti niko nayo nimekufungulia, yeye ni binadamu, simwamini kwa asilimia zote. Ili kuweka usalama baina yako wewe na yeye, ili msigombane, mwambie naomba nipeleke ili nikatoe mimi mwenyewe, nipeni hiyo kadi nikatoe. Kwa unaweza ukapelekwa kama walikufungulia kweli, unaweza ukapelekwa kwenye ile ATM mashine ukabadilisha neno la siri, ukawa umeweka neno la siri la kwako na maisha mengine yakaendelea. Kitu kingine pia kusema oh, mimi nina akaunti Tanzania kwa hiyo natunza pesa nyumbani natuma kwenye ile akaunti yangu. Sawa, si kitu kibaya, lakini swali nataka ujiulize, yeah, ambayo nataka ujiulize: je, ile akaunti ambayo iko Tanzania vitu vyako vyote uko navyo mwenyewe kule kwa, kwa mwajili wako, yani kazini kwako, au ulimwachia ndugu yako? Kama ni kadi ya benki, neno la siri, notebook ile na kila kitu ulimwachia ndugu yako, na kama ulimwachia ndugu, ndugu yako neno la siri na kila kitu Ina maana ufahamu. Kwa hiyo akaunti ni yakwako sawa, lakini anaitumia mtu mwingine. Kwahiyo ni rahisi wewe kugombana baina yakwewe na ndugu yako au familia yako, kwa sababu ikitokea kama alitoa pesa kidogo, hutojisikia vizuri. Sikushauri kutuma pesa nyumbani kama akaunti ulimwachia ndugu yako. Tuma pesa kwenye akaunti yako, kama zile kadi uko nazo mwenyewe na namba za simu uko nazo mwenyewe na kila kitu chako, na maana unatuma pesa ziko mle hata kama itatokea pengine akaunti yake imejibroke imekuaje utaenda kufungua wewe mwenyewe ukirudi nchini please usisahau kusubscribe share video yangu kwa mtu mwingine na mwingine mwambie endelee kujifunza hii ndio channel ambayo inafundisha madini yeah. ya wewe kuishi na bosi na kufanya kazi vizuri na kuwa mwaminifu usidokoe vitu vyao usiwapige watoto wao usionyeshe utukutu wowote ambao utakuletea wewe matatizo Thank you so much kwa wale wote ambao umeendelea kurudi kwenye chaneli yangu na kujifunza vitu vingi. Tafadhali comment hapo chini, una shida yoyote unataka kujua kazi utapata wapi? Maswali yako yote yatajibiwa. Umeshindwa kujibu hapo chini, nifate pale Facebook kwa jina la Jemima Msalike, utanipata na tutaongea zaidi. Asanteni.